Wangeweza kutengeneza fuko moja la bilioni mia tano sabini na saba haki, na wahakikishia ile Kariakoo, wale mawinga wale mawinga wangekuwa wanamtukuza Mungu huku wanaishukuru serikali. Lakini leo ndo TRA anasema mawinga walipe kodi, lakini serikali haijawawezesha, lakini saijawawezesha. Pesa ipo inapigwa chini ya uongozi wa umma wasabini hasa wanaposema bilioni eh, mia mbili, hawaelezi muundo, hawaelezi mfumo, hawaelezi malengo, hawaelezi zitatoka wapi. Kwenye bajeti hii kwa mfano, ziko wapi? Ni uongo, ni kiini macho. Msikubali hadai na udanganyifu huo mkubwa tena wengine ni jamaa zangu eh, wasomi tu wa profesa, wanasema uongo, intellectual dishonesty, wizi na ujanja ujanja wa kitaaluma. Mi nimesoma mpaka chuo kikuu kabisa, wanataaluma, siwezi kukubali jinga, ujinga wa namna hii unaofanywa kwa watu wetu wa Tanzania. Yani kodi walipe, halafu ni wabagaze ni wabanange mutindinganye mustakabali wao, mhondomole pesa zao zote, misi kubali.